Naona mambo ya shule hatuna coaches ambao wako trained, na tukaonelea ya kwamba at least tupate instructors kutoka national office waweze kutusaidia sana sana. Target yetu ilikuwa tuweze kutrain hao walimu ambao wanahusika na watoto wadogo, ili tulee talent ya watoto wadogo kama wangali miaka ya chini Ah Mambo ya Premier League lazima uwe na CAF na ukiangalia Bungoma, tuko na coaches wachache sana. In fact, Premier League hatuna coaches ambao wako huko, na lazima uwe na tipo u, u, uwe na CAF ndipo uwe coach katika Premier League. Ah, hivyo tuna encourage hao coaches wetu tukimaliza uh, introductory course tuende CAF D. Pia tutakuwa na refresher course ambayo tunapanga ya CAF D Uh, pia tukue na KFC ambayo tunapanga pia kuandaa hii Western Region tukishirikiana na viongozi wa Western. Hiyo uh, itatusaidia kulea talent. Nikiangalia registration si nimeona age bracket ya coaches wa Koya na hiyo ina inatupea motisha kwa sababu hawa ndio watakuwa future coach, coaches. Ah uh, hatungependa tu federation itumie pesa nyingi ku, kutrain train coaches ambao wameenda kwa umri wa juu sana. Lakini wale ambao, Lakin wamefanya registration saa hii ni coaches ambao wako ya youth. E, na hata nimependa FKF saa hii because pia imepatiana coaches option. E, uki una si hatu unaenda tu kutrain kila mtu. Ukitaka unachagua utatrain eh, youth under 15, under 13 ama utakuwa unatrain watu wakubwa, si kama kitambo ati pengine una So that's why nimesema mtu anachukua mazoezi ya mtoto wa Uh, mtu mkubwa anapatia mtoto. Nimeona pia kwa hiyo list ya registration my teams zenye zinacheza county league, uh, almost 80% ziko represented. So hata mimi naona marefarisi wangu wenye watu county league wako safe because sasa watakuwa na handle watu wenye wako professional na pia watakontrol their teams.